Jambo la kwanza kabisa ni kwamba baadhi ya mitandao ya kijamii inatoa fedha kwa wazalisha mauzui, na watu wanaamini kwamba kuingia tu kuzalisha mauzui ni rahisi tu na hivyo. Kwa hiyo, wanachofanya wamegundua kwamba ah, ili uweze kupata followers au watu wengi wanaotazama mauzui yao basi sema eh, tangaza ama chapisha habari za uzushi mm. eh, na, na na unajua binadamu <laughs> bwana huwa anapenda sana taarifa ambazo eh, kiuhalisia has yani, too good to be true etu mm. umeona? Kwa hiyo unakuta mtu anadanganya, atakwambia eh, mtu mrefu zaidi Tanzania ana futi kumi na mbili afu anaweka pale labda YouTube, anaweka thumbnail, anamhariri yule mtu anakuwa mrefu, anaonekana. Basi nawe ukiingia tu na bando lako una click sasa, ile mitandao inayolipa huyu mtu anajikuta anatengeneza fedha. Na baadhi ya hizi taarifa za uzushi, unakuta, unathibitishaje taarifa, inatopita kwa hiyo ina, watu waliopo vijijini, unajua kila mtu mwenye mwenye si mjanja anafahamu kwamba hii taarifa ya uzushi, kwa unakuta mtu baadaye anaambia bwana, umeona hii, hii ni kweli. Inazidi kusambaa na kusambaa, kwa yule mtu anazidi kupata views, eh, na ile mitandao inalipa. Basi akipata pesa anajua, bwana, njia ni hii. Kwa hiyo mm. Hawa ni watu ambao wanajua kabisa wanachokifanya mm. Ila kwa kuwa sababu ya maslahi mm. ya kifedha mm. wana, wanazalisha habari za la uzushi, lakini wa pili ni ni, ni ni watu ambao kwa bahati mbaya kwa sababu ya uelewa finyu E, wa namna ya kuchapisha taarifa sahihi tunaita media literacy. ile elimu tu mm. ya msingi mm. kuhusu habari unakuta kwamba e, ameona taarifa feki kwenye group na yeye anasambaza. na, mm. na jambo jingine ambalo tumeona ni kwamba kuna wakati utani unapita njio ambayo haikuwa, yani mtu amechapisha kitu akimaanisha ni utani, lafu watu akakichukulia serious mm. sasa ukifuatilia ukisoma Kanuni za maudhui mtandaoni zinasema, kama unataka kuchapisha kitu ambacho ni utani ama mzaha, unatakiwa uweke lebo ni masihara tu ama nini, ile lebo tu.